Hiki chama sasa hivi kina walaghai na wababaishaji ndo waliojaa huko kwenye uongozi. Na hii biashara mnawaambia watu uongozi mpya, uongozi mpya, kwani mheshimiwa Mbowe wakati anachea vikao liso alikuwa ni nani? Mheshimiwa Mbowe wakati anachea vikao kama mwenyekiti acha alikuwa ni nani? Kwa hiyo hapa, huu ulagai wa kusema Chadema mpya, Chadema mpya, kwanza waandishwe wababa, tunaomba muachane nao. Huu ni uongozi uliokuwepo, huu ni uongozi unao Chadema malengo yake yalikuwa ni nini, katiba yetu sisi tunashushiwa huku chini. Ni hawa hawa viongozi na wajumbe wa Kamati Kuu walikaa wakaiandika waka hiyo katiba wakatushushia huku chini. Leo wanapokuja na hizi hoja zao, no reform, no election. Afu mtu anashupaza macho, anashupaza mishipa, unasema yes, kumbe ni ulaghai mtupu. Naombeni Watanzania tuelewe hiki tunachoambiwa, no election ni ulaghai Hakuna. Sisi tumeshiriki mafunzo ma, mbalimbali ya chama hiki, sisi tumeandaliwa, hao viongozi wengi wameandaliwa kuja kuwa viongozi, hata akina Mboya kina Liswa kina Eche, wameandaliwa vizuri, wanaelewa, iti, wanaelewa itikadi na falsafa ya chama hiki, wanaelewa umuhimu wa chama cha siasa, malengo ya chama cha siasa ni nini. mimi kwanza naomba waheshimiwa wale wakina mheshimiwa wa Kinabo, wanao ratibu hii agenda, maana ndio wamepewa kijiti hicho cha kuratibu agenda ya G55. Watanzania, mtambue siyo kila mtu anayekuwa na mawazo mbadala ni G55. Mimi sio G55, lakini kwa haya yanayoendelea leo kwenye Chadema yetu nimeona ni upuuzi na ubabaishaji mtupu, ndio maana nimeamua ni heri nikawaunge hawa mkono ambao naona wanatupa dira, wanatupa mwelekeo ambao hatuna malengo ya kugombea chochote kwenye nafasi za kimaamuzi za kiserikali, lakini tunahitaji tuione Chadema yetu ile tulioipambania toka elfu mbili na kumi tukiwa Chaso tukiwa wanafunzi mabinti wadogo, ile imani tulioibeba toka tukiwa vioni, ile imani ile ndio tunao Yesu hakutakuwa na na, na, na nini na nini utekaji, hakuta maana. Ngero yuko wapi? Hata kwa bahati mbaya wamuongelei kabisa, na alikuwa kijana wao, anajitokeza hadharani, anatukana matusi kendana, kendana kenda na kenda kwenye mitandao, anatukana Mheshimiwa Mbowe. Na kinachotusikitisha sisi yani, hawa wanaotukana yani, mtu kama mtu kama ingia 2023 kwenye chama hiki, hata na kenyewe kanasimama kabisa, kanapata uhalali wa kusema wewe Mbowe wewe ni ni ni ni ni nini? Mfanyabiashara umetufanyia siasa za kiragai wewe, ambaye hata hujajua people's power manake ni nini, hujajua kutamka hata Chadema, hujajua eti wao ndo wakina lisu wanawapa kimbele mbele, yani wanaweka mbele frontline, wanasema hawa ndo wapiganaji. Wapiganaji wapi? Mpiganaji umekuja jana, unakuja kumwambia muasisi wa chama hiki ni mpumbavu, ni mjinga, alafu nilijiunga na chama hiki kwa sera ambazo niliona huyu mtu anaenda nazo vizuri, kwa siasa ambayo niliona Chadema na imani iliyowajengewa Tanzania inafanya, eti mimi leo niungane na hichi kikundi cha wahuni ki kinachotukana waasisi wa chama mimi, Dorice Mpatili, toka kuzaliwa kwangu vyama vya siasa nchi hii nimekijulia Chadema. Yaani mimi chama changu cha kwanza toka nazaliwa ni Chadema. Na niliamini kitakuwa chama changu cha kwanza na cha mwisho. Ila nilisema sitakaa niende CCM. Chadema ikishindikana nitakaa nyumbani kwangu kulea familia. Ila kikitokea chama kingine chenye sera zile zile ambazo zilinishawishi Chadema mimi najiunga jiunga elfu mbili na kumi Chadema, sikuwahi kujua kama kuna uongozi wa tawi wa kijiji wa nini vioni tunabembelezwa kushika nafasi mpaka leo tumeshika nafasi mbalimbali kwenye chama hiki hatujawahi, hatujawahi kuhamasika eti kwenda kugombea vijiji, vitongoji. Sijawahi si, si kuwa na hiyo shauku. Sasa hawa wanaosema sisi tunaoenda na mawazo mbadala, ukishauri chama ili chama kisipoteze mwelekeo Eti tuna, ni wa, wa, wanapenda madaraka huyo wanap, mwenyewe anayesema anapenda ubunge anapenda madaraka. Yeye mwenyewe anasikilizia. Eh, hivi wakina hicho watawabembeleza kule tume ya uchaguzi wawaruhusu kusani madini. Eh, hivi itakuwaaje? Wao wenyewe wana mawazo mawili mawili, hawajiamini yaani hawaamini wako no reform, hawaamini wako no election, wanasubiria. Yaani wanavizia, na bahati mbaya zaidi kuna kikundi kanawashawishi nie, tulieni tunaenda kufanya uchaguzi mimi sikatai, na hiyo idea no reform ni nzuri kabisa, ila napingana na no election, na ndio hiyo wale wenzetu G55 walikielezea walikishauri chama. Leo eti wanawaambia nini, njaa hivi? Huyu mzee Kinabo, huyu mheshimiwa Kinabo, hivi una njaa kiasi kwamba una hata hela ya kula mlo mmoja wewe? Hivi wanawajua watu wenye njaa? Kwa hiyo hizi siasa za kilagai hatuzitaki, na bahati mbaya zaidi Mheshimiwa Lisu ajirejeshe, ajirejeshe huko nyuma, wakati anafanya kampeni alisema sitaki machawa. Sasa leo kwa nini machawa ndo amekuwa washauri wa huu uongozi? yaani chawa akipiga aki no election wote, eti akinalema ondokeni ondokeni. Mheshimiwa Lema anachonizidi mimi labda ni hiyo hiyo platform ya kibunga alioipata, ameenda bungeni. Kwa hiyo miaka kumi amekuwa mbunge, lakini sisi ni wapiganaji wa chama hiki na wapambanaji wa chama hiki, miaka tumeenda field, tumelala field ma, mapambano ya Arusha Januari tano, mimi nilikuwepo, polisi wanashuti watu hivi. Mimi niko hapa naona polisi anaposhuti mtu. Wewe Lema umefanya field gani? Tumefanya operation ya, ya, ya, ya, ya, ya Chadema Digital jimbo la Karatu. Wale watu wanasema huku kwenye hii kanda hatuna mwenyekiti wa kanda, tuna mjumbe Kamati Kuu Mheshimiwa Lema, yeye mwenyewe alikiri kwenye kikao alichokuwa na Mheshimiwa Mboya, amekaa na wazee wa Karatu. Mheshimiwa Lema mwenyewe anakiri kwenye kikao, mimi kama joku nimemsikia kwa kauli zake. Mheshimiwa mwenyekiti nakushukuru sana, hakika hizi sawa kwako ziara ya, ya chopa kwa sababu hata ziara ya ja gari inamshinda. Wanataka wa, wa, wakute tu wameandaliwa kama hivi mapodium ma mic, haya wapige tu hapo, uongo uongo wao, aondoke. Siasa sio podium tu na mic. Ndugu zangu, siasa ni mikakati, kuiondoa sisi ya mwili ni chama ambalo limeshakuwa la kifedhuri kwa kiasi hicho, ni mikakati thabiti, sio podium tu na maneno. Tunajuana Watanzania 2019 kilitokea nini? Si tulisema jamani, chama sikilitangaza? Huyo mzee anaomziaki leo ni dhaifu, ni mpole, sijui, si alitangaza kumi na tisa kwamba jamani, hasitokee mtu yeyote wa kwenda kuchukua fomu na kugombea serikali za mitaa, si tulisusa? Kwani ilikuwa ni mara ya kwanza uchaguzi. What happened? Mungwana akisusiwa, anachutama, anajiuliza mara mbili mbili, jamani, ni nini? Hebu waiteni tuzungumze. Sasa hii nginjanginja, sijui mshikemshike, mshike, sijui nini. CCM haisusiwi, CCM ukimsusia nakomba sinia lote. kwa kwa, kwa kifupi, najivua hiyo na nafasi yangu ya ukatibu wa Kamati ya, ya Mafunzo Kanda ya Victoria, na anajiondoa rasmi leo Chadema, kwa sababu sioni dira, sioni mwelekeo, sioni fucha, sioni hao Watanzania wakwenda kupambana ukinukisha kuzuia uchaguzi.